Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu ambayo nanisikia masaa haya. Acha tukaombe maombi haya, ya kufungua. Nataka kuongea kwa bali ya lango lango la mjini yako. Lango la mjini yako. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kumi na mbili. Ile sura ya kumi na mbili na ule mstari <coughs> wa sita. Biblia inasema, Biblia inasema, wacha nisome mstari wa kumi. Nataka kuambia kwa habari ya malango. Biblia inasema, na walipopita lindo la kwanza lap, na la pili, wakaja hata lango mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. taka niombe maombi haya, kila mlango wa chuma uliowekwa kwa ajili ya kutokupita ukakufungukie wenyewe katika jina la Yesu. Uko mlango wa chuma wa kuingia mjini, kila mmoja na mjini yake. Sasa ninatangaza ukaingie mjini yako na huo mlango ukakufungukie katika jina la Yesu. Baba Karega, jina la Yesu Kristo, ninatangazwa ninatangazwa, kila lango la chuma lililofungwa la mjini yake. Mjini yake ni biashara, wengine mjini yake ni huduma, wengine mjini yao ni elimu, wengine mjini yao ni ndoa, wengine mjini yao ni kuwa na na, wakuona wakifanikiwa kwenye yale wanayoyatenda katika jina la Yesu ninaombea mjini yako sasa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, mjini yako ikafunguliwe. Mjini yako mjini yako, hilo lango la mjini yako, hilo lango la mjini yako linatangaza sasa, linatangaza sasa, hilo lango la mjini yako likajifungukie lenyewe, likakufungukie lenyewe, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ndio, kwa damu ya Yesu uko uweza akaramasikete na gisa malaika malaika atakayetangulia mbele yako, anayeshughulika na malango, huyo malaika wa Bwana anayeshughulika na malango anayeshughulika na malango anayeshughulika na malango. Malango, ninatangaza huyo malaika anayeshughulika na na lango na lango lango, akashughulike akashughulike na lango la mjini yako, akashughulike na lango la kuingia kwenye hatima yako. Ninaomba uvushwe, uvushwe, geti la kwanza, lindo la pili malaika wa Bwana wapite, wapite wakuvushe, wakuvushe, wakuvushe kwa damu ya Yesu.